Fedha yako lazima uizungushe na izaa. Ukiwa na, na laki tano leo, mwaka kesho uiangalie laki tano imezaa namna gani? Kuzaa kwa fedha ndio maendeleo. Tunasema kwamba na somo wengine uchumi kwamba ili kusudi uweze kuendelea lazima uwe unaweza kulimbikiza mali. Katika kulimbikiza mali ni pamoja na kuweka hela, fedha ni mali. Unaweza kununua gari, unaweza kununua bodaboda, unaweza kununua kiwanja zote hizo ni mali, lakini na fedha ni mali. Kwa hivyo tujifunze hayo mambo. Sasa katika mikopo, huwezi kupata mkopo kama uh, siku hizi kwenye mabenki huwezi kupata mkopo kama huna dhamana, kwa Kiingereza wanaita collateral. sasa vijana, nyinyi hamna mali, yaani huna kitu cha kuonyesha cha kudhamini mkopo wako. Kwa hivyo tujifunze kufanya kazi kwenye vikundi, kwa sababu kuna baadhi ya mifuko ambayo inatoa mikopo sasa hivi kwa vijana haiwezi kukupa fedha zake kama haujaunda kikundi. Kikundi kinakusaidia mshikamano ule, ushirikiano na wenzako, ili waweze kukudhamini wewe uchukue mkopo. Kwa hivyo mimi nawafundisha sasa hivi, kuna mikopo ya halmashauri. Asilimia nne ya mikopo ya halmashauri inaenda kwa vijana, na halmashauri kama za Dar es Salaam kwa mfano, fedha zinazotengwa kwa vijana ni nyingi, tunazungumzia bilioni tano na zaidi kwa ajili ya vijana kwa mwaka mmoja na mara nyingine hawazichukui hizi fedha kwa sababu wanakuwa edha hawafahamu, au hawa, hawafikii vile vigezo. Lakini kigezo kikubwa kwa vijana ni kuunda vikundi. Hata, hata, hata sasa hivi wizara ime, imeanzishwa mikopo itatolewa na mikopo mingine itatolewa na benki. Hauwezi kuipata kama uko peke yako. Ukiwa peke yako, unaweza kuipata, lakini lazima uwe na mali uwe na mali ambayo itasimama kama dhamana kwa ajili ya mkopo wako. Haya ni mambo ya muhimu sana kufahamu. Lakini kitu kingine, kama una biashara, ili upate mkopo, lazima tujue historia ya biashara yako. Kwa mfano, unaweza kuja kuniambia hivi nini? Tangu nianze mwaka wa kwanza nilikuwa nafanya biashara. Nilikuwa nauza baize, labda kwa mfano, au nilikuwa nauza nguo. Mimi nitajuaje kama wewe umefanya kwa hiyo biashara miaka mitatu, minne, mitano iliyopita? Lazima tutunze kumbukumbu. Kwa sababu popote pale utakapoenda kupata kuomba mkopo, wanahitaji kujua ile historia yako. Hiyo stori unayosema kama kweli ipo, na ili kusudi uweze kuwepo hiyo stori, lazima uwe unatunza kumbukumbu, aidha unaweka kwenye laptop au unaweka kwenye kitabu. Lakini vilevile, ukiwa na akaunti ya benki ya biashara, akaunti itajieleza kama unafanya biashara siga, unaweka hela na unatoa, akaunti itajieleza. Kwa hivi ni vitu muhimu sana, ili nyinyi muweze kupata hizi fursa zinazo